Wale watumiaji wa sigara uh, unaelewa kwamba unavyotumia sigara unakuwa unajiua taratibu. Ni kwamba sigara inaathiri mifumo yote ya mwili ambayo unaifahamu, na mifumo mojawapo ni kwamba inaharibu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kusababisha kansa, na sigara hiyo hiyo inaharibu mfumo wa upumuaji kwa kusababisha kansa ya mapafu. Lakini vile vile kwa mfumo wa ngozi na hisia. Uh, sigara huwa inaathiri sana na inaharibu mfumo wa ngozi. Na mtu ambaye ana umri mdogo, utamwona kwamba anakuwa na umri uh, anaonekana kuwa na umri mkubwa, maanake anakuwa na mikunjo mingi sana usoni kwa sababu ya madhara ya sigara. Lakini tatizo lingine ni kwamba sigara inakuwa na na shida katika mfumo wa uzazi wa mwanamke na wa mwanaume, lakini kwa mwanaume ni kwamba sigara inasababisha uh, kukosa nguvu za kiume yani erectile dysfunction. Maana yake mwanaume huyu hawezi kusimamisha throughout the process kwenye yani, kwa katika process nzima ya tendo la ndoa. Koo inamwafekti hivyo. Lakini kwa mwanamke inasababisha kwa mwanamke mjamzito Mwan, mtoto aliyepo tumboni kutoka au kuto, kuzaliwa akiwa na matatizo ya kiakili au matatizo ya viungo vya mwili wake. Kwa hiyo sasa natumai kwamba uh, umejifunza kutokana na elimu hii. Kwa unaweza ukashea kwa wengine ili na wao waweze kujifunza.